Karibu tena mpenzi mtazamaji wa NEBUYE TV. Karibu katika chaneli yako pendwa NEBUYE TV. Chaneli ambayo inaangazia kuhusiana na kilimo cha mboga mboga, kilimo cha nyanya matembele pamoja na ufugaji mdogo mdogo. Kwa siku ya leo, mpenzi mtazamaji, nimekupeleka moja kwa moja mpaka shambani kwenda kutazama hatua mbalimbali ambazo mbali mbali nyanya zetu zimefikia. Kwa leo tupo tunaangalia hatua mbalimbali ambayo nyanya zimeweza kufikia, na kwa nini nyanya zingine haziko bora na zingine zimekuwa ziko vizuri. Hiyo bila kupoteza muda, mpenzi mtazamaji, kama unavyotazama katika skrini yako hiyo, hizi ni nyanya. Ina maana nyanya zetu, kuna baadhi zingine bado hazijawa hazijachangamka, kulikuwa ni nyanya zake, na hiyo ni changamoto kubwa wanakutana na baadhi wa wa ya wakulima. Ukiangalia kama skrini hapo, unaona na hii ni nyaya miongoni mwa mashina ambayo yapo katika shamba letu. Kuna mashina kuna shina kama hili limependeza vizuri limefunga vizuri lakini kuna baadhi ya mashina mengine ambayo hayajafanya vizuri, hayajafunga vizuri. Na hii inatokana na changamoto mbalimbali ambayo watu hata wewe kama ni mtaalamu wa kulima nyanya <coughs> ishakutokea kitu kama hiki na je, ilivyotokea jambo kama hili, wewe ulifanya ulifanya kitu gani? Kwa hiyo kitu gani ambacho ulichokifanya kuona kwamba shina hili na kwanza linakuwa liko vizuri, na mashina mengine yanafanya vizuri? Na kitu gani ulichokifanya ili kuweza kukomboa nyanya zako? Unaona kama nyanya hizo unaoangalia hapo, hilo shina liko vizuri, hiyo shina limependeza liko vizuri sana kuliko shina lingine na mashina mengine hapo hayako vizuri. Kwa hiyo, mpenzi mtazamaji, wewe kama mkulima mkulima mzoefu, na mkulima ambaye anajifunza kitu mbalimbali, kama nyanya hii, nyanya inapendeza hiyo, nyanya iko vizuri, na hii nyanya manake imepata kila kitu. Kwa hiyo na maana kwa mashina mengine ambayo hayajapendeza changamoto gani ambayo ulikutana nayo kwenye shamba lako? Na wewe mashina hayakupendeza, je, ulifanya suluhisho gani ili mashina yote yaweze kupendeza? Kwa kwa leo tutaangazia vitu kama hivyo, na taratibu taratibutaratibu utaweza kupata suluhisho ya hili jambo. Cha kwanza kabisa, ukiona mashina yako tofauti, mengine yamependeza na mengine hayapendeza, kuna baadhi ya vitu ambavyo vimekosa kwenye nyanya zako cha kwanza kabisa, huenda mbolea ikawa ina shida. Hidzi meweka mbolea kutokuo kutokufuata wataalamu na washauri. Kwa kama utakuwa meweka mbolea kutokufanya, unaona kama imependeza ile, maana mbolea yetu iliwekwa katika mazingira ambayo yako katika ratio iliyokuwa nzuri na ikakutana na udongo ambao una sapoti kusapoti katika mmea wetu kuweza kupata kile ile mbolea ina maana kwamba mashina hayatapendeza. Kwa hiyo kama utakuta kuna shida kama hiyo, anza kuchunguza kwenye mbolea unaweka. Je, mbolea yako unaweka katika hali gani, katika lesho ipi? Kana katika shina hilo hilo unaona lijapendeza vizuri, anza kutoa maua, lakini maua yake hayachanganyi. Hiyo pia shida nyingine ambayo inasababisha ni kutokupulizia kwa wakati dawa. Au, au upulizi sahihi wa dawa. Aina mbalimbali za upuliziaji wa dawa kwa mashina ya nyanya, mashina mengine yanaruka hayapati dawa vizuri, au umpulizia kwa juu juu. Na sasa wale ambao wanategemea kwa ajili watu waweze kuangalia bosani zao na changamoto vizuri, dawa pia huwaletea shida na kama unavyoona hapo, kama utagundua kitu kama hicho, jitahidi sana kuangalia tawi moja moja, ukiona kama limeanza limeanza kupata shida ya vidudu vidudu vile, ina maana wabidi waanze kupulizia tena vizuri. Pia changamoto nyingine, kama unatazama katika ardhi yetu hiyo chini, ardhi ni pakame sana, udongo huu ni mkavu, udongo huu unakunywa sana maji na unaweza kukama. Nini inasababisha pia baadhi ya maeneo baadhi ya mashina kufanya vizuri na mashina mengine kuto kufanya vizuri. Kwa hiyo kuna shida kama hii, inabidi uanze kuchukua hatua ya haraka ya kwanza kabisa kuweza kuona kama hapo, ina maana hapo ardhi hiyo ni kavu au maji hapo kwenye mizizi, mizizi hiyo karibu karibu inapata maji, lakini mizizi mingine pembeni huku inakuwa haina maji. Kwa hiyo inabidi uweze kuchukua hatua ya haraka sana kuweza kumwagilia au kunyweshea maji ya kutosha ili kusudi shina lako liweze kuchangamka na liweze kuwa lipo vizuri. Kitu kingine ukiona katika hali kama hiyo, huenda pia yakawa ni magugu, kwamba kuna magugu yameweza kuota huku chini na magugu ni majani na nyanya pia ni majani. Kuna magugu chini hayo unaona, ehe, hayo ni magugu chini kwa inabidi uweze kupitisha mkono kuweza kufika shina hadi shina kuweza kung'olea kutoa magugu hayo. Uena magugu haya akawa nasumbua nyanya yanafula virutubisho ambao inabidi nyanya nyanya iweze kwa hiyo ie, magugu haya ndo anakula kama navitumia virutubisho hivi, basi mashina lako kweli haliyalihisha itakua tofauti na matarajio ambayo nayo, au tofauti na baadhi ya mashina mengine ko, kuna muhimu sana mtazamaji akuweza kukagua shamba lako nikagua kila siku, nakagua, unapita, unaangalia. Jaribu kumshikisha hata mwenzako kwenye shamba langu pale awali. Kwa hiyo, tayari, dawa. Dawa kwa hiyo nyanya tayari kuliziwa dawa, na hapa dawa ilipita, hata dalili ya dawa ile, upeupe wa dawa, unaona kabisa kwamba haushi zaidi ili kula dawa ya kutosha na dawa ilifika mpaka kwenye kila jani. Kwa umbali mtazamaji, pia jitahidi sana kuwa unajikagua mwenyewe, yaani uone ni tabia ya kujikagua na kumshirikisha mwenzako rafiki yako mkulima mwenzio ambaye analima jirani, kupita na mimi na yeye awe anakagua na angalia shamba na kuna changamoto gani kwenye shamba langu, ama atakusaidia, yani, atakushauri na utaweza kutimiza malengo yako. Kwani kuna msemo ambao anasema nyanya ni nyanyue, nyanya ni nyanyasa. Angalia nyanya sio za kunyanyasa kuweza kufuatilia kuombea hizi mtazamaji, na kukumbusha tu kutufuatilia na, na jitahidi sana ku subscribe uweze ku like uweze ku comment na ubonge na makengele ili wa kwanza <coughs> kupata video zetu bomba ambazo zinahusiana na mambo ya kilimo mambo ya ufugaji na mambo ya wajasiria mali. Kuombeana mtazamaji, kama unatazama nyanya zetu zimeanza kidogo kubadilika rangi na zingine zimeanza kubadilika rangi, kwa tunaamini hapo ndani ya wiki tatu tutaanza kuvuna, kwenda kuletea pia video ya mavuno ya kilimo cha nyanya. Tuone mkulima wetu kapiga hatua gani na atapata kitu gani. Tutaelekea mpaka sokoni kuweza <coughs> kuangalia bei ya soko, na je, nyanya hizi zitamnyanyua mkulima wetu au zitamnyanya? Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kwa hiyo hizo ndo nyanya, kuanza kuchuma, tuanza kuchuma kidogo kidogo, na kumbuki nyanya wiki tatu waanze kuchuma kidogo kidogo. Tukumbuke unapopitisha mkono kwenye nyanya ndio nyanya na wazidi kuwa mzuri. Kwa mzumba za maji ni muhimu sana Shida hiyo ya kuweza kuona kwamba baadhi ma ya mashina anafanya vizuri mashina mengine hayako vizuri, ni wewe mwenyewe kuweza kufuatilia kujua vitu vya muhimu vilivyosema pale awali, kuangalia mbolea, kuangalia maji na kuangalia hali ya matuto ulioweka na kuangalia magugu chini, kama magugu yako vizuri, kuna magugu au hakuna magugu kama kuna magugu ambayo uweze kung'olea, kama hakuna magugu basi utakuwa. Changamoto ni hizo baadhi ya hivyo vitu, na pia kuna baadhi ya mashina mengine yanakuwa kwenye udongo ambao unataka NPK, au unataka nataka urea, lakini wewe haunakuwa ujui au unataka booster. Lazima uweze kufuatilia kila shina, uje ujue changamoto ni nini, na uweze utatua, kwa nyanya ni za kwako na wewe ni mkulima, na pia um mjasiriamali ambao wanatarajia kupata mavuno aa bora kwa ajili kuweza kuendesha maisha yao. Mtazamaji, mwisho wa video hii ndo mwanzo wa video nyingine bomba na nzuri ambazo kuelimisha. Nakukumbusha tu ukumbuke kuweza kusubscribe, ukumbuke kuweza kulike, ukumbuke kugonga alama ya kengele kwa ajili kila video zetu zinakuwa zinatoka wa kwanza kupata video. Nashukuru sana, karibu ni BTV.